Chake Chake, Pemba. Tuigeukie sasa Hadubini. Jeshi la polisi nchini limeitaka jamii kuacha kutuma ama kusambaza ujumbe wowote ule ambao haujathibitishwa na mamlaka husika ili kuepusha taharuki zinazoweza kutokea miongoni mwa jamii. Jeshi hilo limetoa kauli hiyo baada ya kusambaa kwa picha za binti mwenye umri wa miaka kumi na miwili kuwa amebakwa na kunyongwa na mjomba wake, jambo ambalo jeshi la polisi halijathibitisha. Tuungane na wanahadubini wetu habari kwa kina, tupate undani wa taarifa hii. Ni mengi yamezungumzwa na kuandikwa mitandaoni kuhusu mtoto aliyefariki kwa madai ya kujinyonga. Wengine kabakwa na baadaye kunyongwa, wengine kanyongwa, wengine kajinyonga mwenyewe na wengine wamediriki kusema mjomba wake kambaka na kisha kumnyonga ili kuficha ushahidi. Lipi ni lipi? Hadubini habari kwa kina yafuatilia kwa undani mkasa huu na ilifanikiwa kukutana na baba mzazi wa mtoto huyu. Mimi nilikuwa kazini na mama yake alikuwa kazini, na kuna ndugu zake wawili waliokuwa hapo ndani, hapo nyumbani ambaye ni mdogo wake wa kiume anaitwa Joni, na, Jone, na mdogo wake kike anaitwa e, Salma, e, kuyo. Kwa hiyo wamesemekana kwamba sisi tukuja hapa, tumepata taarifa kwa majirani kwamba mtoto amenyonga katika mazingira ambayo sijui kama, kama yanawezekana kwa sababu ni, ni kamba ndogo ambayo mtu ambaye amejinyonga siku tunajua miguu Agustini, lakini inaonekana mtoto kama, kama, kama kapiga magoti anza baba hakuwepo nyumbani, mama hakuwepo nyumbani. Nakutana na majirani wawili ambao wa kwanza ndio aliifungua kamba, huku wa pili akithibitishwa na daktari kuwa mtoto ameshafariki. Basi akieleza mwanamke na anapiga kelele, ambaye ni mamake mdogo na marehemu anapiga na pige kelele. Kwa hiyo tukakurupuka haraka haraka. Mimi ndio kwanza kuingia pale ndani. Pembeni kuna kama banda la kuku hivi. Pembeni nakuta yule mjomba wake amemshika yule mtoto kama anamtikisa hivi. Anamuita Nola, Nola. Mimi nikafika pale nikasema nikajua ni mtoto labda amezimia. Nikasema vipi, kuna nini? Akasema nimekuta amejinyonga. Ah, mimi nikiangalia mbona ana kamba shingoni? Naona kamba imetait kabisa kama zamani raisi. Kwa nikaingiza mikono miku mkono kwenye shingoni kwenye shingo pale nikavuta ile kamba nikaitoa. Kamba ilikuwa imetaite sana, yani alikuwa nimewasha dabwaza hadi nitakapopangua magari kipande kufika kwa Remi na Makaburini, nikapakati katikati, nikakoswa na madisemu mawili magari, madisemu kunigonga. Nikasema sijali, nataka tu niokoe maisha ya mtoto nola. Kwa wakati nakimbia zile disemu, kama Mungu, Mungu akasaidia, katuwekea upendo wake zile gari zikawa zinatupisha, zikanipisha, zikanipisha na ule jamaa mpaka tunafika Palestina, tunaingia ndani. Tulipofika ndani, tumepaki gari Palestina, wale waliokuwa na mtoto kwenye ile maktuku, akashuka. Yule kijana amembeba Nola, mimi nakuja nyuma na mwambia njoni, njoni, njoni, nifateni. Tunafika tunaingia, mimi nauliza daktari, chama iko wapi? Mara akatoka daktari wa kike, mdada mdogo mmoja akasema, muingizeni chumba iko Kweli tukamwingiza chumba cha kwanza pale, tukamlaza. Tulipomlaza kwenye kitanda, yule daktari alikuwa amevaa vidude vya kupimapima shingoni, akaanza kumpima mtoto, amempima, nampima, nampima, nampima, na mpima, shika mkono hivi, naona manesi wanafanya mtoto kama amekufa. Ah, mimi ndio what. Nikamgeukia yule kijana sawa. Nikamgeukia yule kijana namuuliza, kaka, wewe ni nani yake Nola? Ananambia, mimi ni mjomba wake. Mtoto amekuwaje? Naambia, mtoto amejinyonga. Naambia, Nola amejinyonga? Imekuwaje? mlikuwa ndani, imekuwaje hapo? Wakati tu namuuliza wa jamaa, lakini sasa wakati hapo tena na kauli na, na, yangu ka kidogo ikaanza kukata, ndo kuanza kulia mpaka na nadondoka vile na kasi jielewe. Ama kweli kisicho riziki hakiliki Kauli hizi za majirani hawa zinaifikisha hadubini habari kwa kina katika hospitali ya Sinza Palestina na kuzungumza na daktari aliyemtibu Nora alipofikishwa hospitalini hapo. Kwa kwa, kwa uangalizi wa ujumla general examination, tulivyomwangalia yule binti tulikuta ana bruise kama kama mchubuko mkali kwenye shingo ambayo ili inaweza ikatokana kwamba kuna kitu kikali yani, kitu chenye chenye kama kamba ama kamba ngumu ime-imefunga kwenye shingo, kwa hiyo alama tuliona, pamoja na michubuko kidogo kidogo kwenye mapaja na sehemu ya siri. Kwa hivyo baada ya kugundua hivyo, tukashirikiana na madaktari na wauguzi ambao tulikuwepo eneo la tukio, tukapigia vyombo vya usalama ambao ni polisi Mabatini. Uh, bahati nzuri alirespondi mkuu kitu wa kituo akaja, na wao wakajithibitishia yale tuliyodhani sisi kwa kuangalia kutoka hapa. Tunafika kwa aliyekuwa kamanda wa mkoa wa Kinondoni, Susan Kaganda, ana taarifa za tukio hili. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 7 majira ya saa kumi na nusu, tulipokea taarifa kutoka kwa wenzetu hospitali ya Sinza Palestina, kwamba kuna binti amepelekwa pale na ndugu wakijulisha kwamba binti huyo alikuwa amejinyonga. Jeshi la polisi tulichukua hatua ya kufika na kuona kilichojiri pale hospitali na uchunguzi wa awali ukafanyika, lakini pia tuliweza kutembelea eneo la tukio na kuweza kuona wapi walipokuwa wamejinyonga. Kimsingi, binti huyo amefahamika kwa jina la Nora Mariale, miaka kumi na mbili, ni mwanafunzi wa darasa saba shule ya msingi ya Atlas. Binti huyo alipelekwa hospitali na ndugu zake kwa maana ya mjomba na mamake mdogo, na wao ndio walitoa taarifa hiyo kwa madaktari kwamba binti yako amejinyonga. Lakini kufuatia mazingira ya tukio lilivyokuwa na jinsi mwili wa marehemu ulivyoonekana baada ya kufikishwa hospitali na kubainika kwamba amefariki, yakutwa na michubuko kwenye shingo na sehemu nyingine za mwili, jambo lilotupelekea sisi kuona kwamba kifo hiki ni cha mashaka pale unaposema kwamba mtu amejinyonga. Jeshi la polisi tunawashikilia ndugu wawili ambaye ni mjomba na mdogo wa marehemu kwa ajili ya taratibu zetu za kipelelezi, lakini pia tunaendelea kushirikiana na wenzetu matabibu ili kuweza kujua chanzo cha kifo cha binti huyu. anaiambia nini jamii juu ya matukio haya? Sisi jeshi la polisi tutachukua hatua zinazostahili kwa mtu yoyote ambaye ataonekana amekiuka sheria, na nitoe onyo na rai kwa watu wenye hii mitandao ya kijamii, ni kosa kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, lakini pia ni kosa kumkosea mtu kwa kupitia njia ya mtandao. Jambo hili linaonyesha kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili miongoni mwa wanajamii wetu. Tuchukue ni funzo, lakini kwa wanajamii wote, mmomonyoko wa maadili ndio unapelekea ongezeko la matukio kama haya. Wapo ambao wanaona hili ni kosa, lakini wapo wengine ndio wanajifunza kupitia hili. Kwa hiyo kwenye familia zetu tumekuwa tukitoa onyo, na tunapozungumzia swala la ulinzi na usalama ngazi ya familia tunaangalia mambo kama haya kwa mkoa wetu wa Kinondoni. Ni makosa haya ya unyanyasaji wa kijinsia yamekuwa yakiripotiwa na kumekuwa na ongezeko kwa miaka ya karibuni, moja kwa sababu watu wengi wamepata uelewa, lakini uelewa wa makosa haya ya unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia ni ongezeko kutokana na mmomonyoko wa maadili. Nitoe rai kwa wazazi katika familia akikisha sasa tunaangalia, tusimwamini kila mtu, na wazazi wajaribu sana kuwa karibu na watoto wao, kufuatia umo mwenyewe kwa maadili kwenye familia zetu. Vitendo vingi vinaonekana kufanywa na ndugu wa karibu. Tarehe 23 mwezi Julai, marehemu huyo ndoto yake ilikatika baada ya kuishi takribani siku 4380 duniani, siku ya Jumatano Julai 27 marehemu huyo mwenye miaka kumi na miwili alizikwa katika makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Binti huyo alikuwa akipata elimu yake ya msingi katika shule ya Atras kampasi ya Ubungo. Nazungumza na rafiki zake, akiwepo mmoja ambaye alikuwa akikaa naye dawati moja darasani. Ana tabia nzuri, sijawahi kukorofishana naye, ni mtu mwema kwa watu wote darasani na hajawahi kugombana na mtu yoyote, na huwa ipo active darasani, sio mtu wa ukorofi, ukorofi sana, ni mtulivu sana. Pia mi rafiki yake na Nora moja siku moja, napomjua mimi Nora ni mtu mwenye heshima kwa walimu, anasikiliza vizuri mwalimu anapofundisha, na mtu anayesaidia wenzao, kama iki hawakijui anawasaidia, kama iki hawakielewi tunaenda kumuuliza mwalimu. Ni mtu mwenye eleo nzuri, na ana ukorofi na mtu yoyote. Na pia wazazi, uwe unaangalia ndugu ndugu zenu na pia watu mnao Zunguka nao. Mimi naomba wazazi watulinde sana sisi watoto wao, na wazidishi ulinzi na wasio wakali kwa watoto wao, wakiwa wanaambia, wakiwa wanaeleza vitu ambavyo vinapata sehemu yote, shuleni na majumbani. Mwalimu wa darasa naye ana mwelezeaji mtoto huyo, uh, naitwa mwalimu Lameki Mwambambe. Ni mwalimu, ni mwalimu wa trasi ni mwalimu wa Nora actually. Ili tukio limenisikitisha sana, kwa sababu nilipata simu kutoka kwa mfanyakazi mwenzangu kaniuliza Nora yuko darasani kwako kwa, ni mwanafunzi darasani kwako kwa nkasema kwa ndio. Nikauliza nini ambacho kinaendelea, kaniambia na, na, nahisi kuna tatizo. Basi kwa sababu na namba za wazazi wake, haraka nikampigia mama yake nampigia mama yake akupokea simu, lakini bahati nzuri na namba ya baba yake, nikampigia baba yake. Alikuwa kwenye kelele, azifu ajui chochote kinachoendelea. Actually nika confused, nikamcheck section rida wangu, nikampa taarifa basi. Baadaye naye akafuatilia, baada ya eh, kufuatilia akakonfirm kwamba Nora inasemekana amefariki na taarifa za kwanza tukapata kwamba amejijonga. Kwa hiyo kwa tukawa tuna contact na mkuu wa shule, kama shule kufuatilia tukio zima kwa ujumla, lakini hii eventi kwa kweli nasikitisha sana, kwa sababu Nora najivunia sana Nora darasani. Uh, ni mtoto ambaye alikuwa participative uh, sio, sio wa kumchunga au kumwambia usipige kelele au eti upate kazi ya, ku, ya kuangalia kama yuko smart. Hapana, alikuwa mfano kwa wenzake, kwa nilikuwa najivunia sana Nora, hasa katika somo la English. Ni mmoja kati ya watoto ambao alikuwa na, anakorekti wenzake eh, hata katika grammar anaweza akakorekti hata kwenye hizi debate, unakuta unamweka Nora kama mtu ambaye ana uwezo wa kuwarekebisha wenzake, na akatoa errors ambazo watu wenzake wame, wamezifanya na, na wanamwasepti na alikuwa right, lakini mpango ya Mungu. Mpaka hapo hadubini, haina la ziada. Mwanajamii na wazazi kwa ujumla, mmemsikia kamanda akitoa onyo juu ya usambazaji wa picha au kitu ambacho huna uhakika nacho. Kumbuka, sheria ya makosa ya kimtandao inakataza kutuma kitu ambacho huna uhakika nacho au huna ushahidi nacho. Bwana ametoa, Bwana ametoa jina lake lihimidiwe.